Lakini mazi, ni basidei yako kipenzi, nimewaleta watu wote hawa kwa ajili ya kusherekea siku yako ya kuzaliwa. Yote hii kwa ajili yako, kwani hivi ndio tunavyosherekea kule kijijini. Kwa kuwa ni basde yake, ikiwa ni pamoja na juhudi za mkemtu kuwalika wazee wa kazi, mwamba hakuwa na namna ya kuwazuia kusherekea kabisa. Yaani obianuji wana baraa kinoma kwenye moja na mbili. Obianuji sakaona fosi maelekezo, mwenyewe ni mwendo wa kupanda mlima Kitonga, lakini mwamba slai anaendelea kumwomba angalau akaoge kabla ya sapraizi hiyo, lakini obianuji wamuelewi kabisa, ni mwendo wa kumpiga pini mwamba. Basi siku iliyofuata tunamwona obianuji Obianuju akienda ofisini kwa mpenzi wake Sly. Anapofika pale anakutana na secretary anayemzuia kuingia ofisini kwa bosi wake bila appointment. Baada ya kuzuiwa tu Obianuju alimwashia moto. Oh, kwa hiyo ndio mlinzi wa ume za watu sio? Na kuona tu alafu unavaa kama mtangaza biashara vile. Madam Samani unanikosea heshima. Ninakukoseaje heshima? Kwani uone ulivyovaa au ndio unataka kumtega mazi wangu? Ngoja nikwambie sasa. Mpenzi wangu apendi hivi mbao mbao kama wewe. Anachopenda ni nyamanyama kama hizi. Backside ikashikwa. Em, kwanza nipishe njiani nikaongee naye. Basi siku iliyofuata ile asubuhi tunamwona Mwamba akiwa anajiandaa kwenda ofisini. Akiwa kwenye harakati, Obianuji anamfuata na kumwagia sifa kama zote kuwa ameipendeza sana. Mwamba hajakaa sawa, si akaombwa cha asubuhi. <gibitimu> Mwamba ni kucheka tu. Obianuji mnaijua hiyo. Basi, oda zinavyokamilika tunamwona waiter akiwapelekea msosi. Kinavyotua tu, Obianuji hukupoteza muda kabisa na akaanza kufikia pale pale tena hata bila kunawa. Mwamba ni kulalamika tu, lakini Obianuji wapoi wala aboi, akaona inui na bakuli ili yale vizuri. Obianuji hajakaa sawa akalirusha ile tungi la ugali afa kali. Mm, Mwamba akaona hii mbona micholo sasa. Basi siku iliyofuata tunamuona Slaya akiwa amechili sebreni na rafiki yake huku wakiangalia mechi. Sio mda, Obianuju anatokea pale na kuongea na mpenzi wake kwenye moja na mbili, Obianuju akaanza kumshawishi Mwamba kwa kumwomba shoo tena mbele ya rafiki yake. Rafiki mtu huko anashangaa tu mm, au nimeingia chakike nini? Kwa upande wa Obianuju hayalewi kabisa na anazidi kumuomba Mwamba slai tango lake akidai amelimisi sana lilivyo kubwa na refu. Yani mishipa ya aibu kwa Obianuju ilishakata kitambo sana. Obianuju anazidi kumshawishi mshkaji akimwambia ataanza kwa kulilamba tango tena bila chumvi. Baada ya kusikia hivyo, Mwamba slai anajaribu kumluka Obianuju sunaona nipo na rafiki yangu, lakini tena tupo tunaangalia mechi. Obianuju akaona isiwe shida kabisa Hivi walaka akaongea na rafiki yake akimwomba ya mpe muda kidogo na mpenzi wake ili wakaongee chumbani, akidai kuna jambo kidogo anaenda kulishughulikia shapsha. Basi baada ya gumzo hilo, tunamwona Obianuju kipande cha chumbani akitafakari sana kwa kumkosea mpenzi wake. Yani makosa yake ndio yanampelekea Mwamba kulalamika kila siku. Akiwa anawaza afanye nini ili kuweka mambo sawa, anapata wazo la kutwangisha mchi wa Mwamba ndani ya kinu chake ili ampunguzie asira kidogo Baada ya wazo hilo tu anaenda sebleni bila kuchelewa ili akaongee na Mwamba, huku kipande cha sebleni Slay na Tina wanakula good time pamoja huku wakiangalia movie na mastori kama yote wakiwa pale, tunamwona Obianuju akifika sebuleni na kuanza kumshawishi Mwamba ili waende chumbani wakajigiji. Mwamba naye kaisha soma game, na hivyo anamwambia amsubiri chumbani, kwani anamaliza kuangalia muvi, huku upande wa Tina ni kutabasamu tu. Baada ya kuona hivyo, Obianuju anaendelea kumsisitiza Mwamba huku akielekea chumbani kumsubiri. Kipande cha chumbani, Obianuju alisubiri sana hadi akapitiwa na usingizi, lakini Mwamba Slai hakutokea. Obianuju anavyoshtuka kutoka usingizini hivi anashangaa kumwona Mwamba Slai bado hajafika chumbani, hivi haraka anashuka sebuleni kwenda kumcheki, huku upande wa sebuleni Tina na Slai am kumchachia full time huku akiwa ya amelala. Yaani Sly kaweka mkono wake juu ya paja la bidada na Tina yupo comfortable kabisa kwa kuweka miguu yake juu ya, ya mguu wa Mwamba. No stress kabisa. Baada ya muda kidogo Obianuju anatokea pale sebuleni na kuona lile tukio. Yaani Obianuju alishangaa ya sana kuona rafiki yake amejiachia vile kwa mpenzi wake. Hivyo chap kwa haraka anamkatisha kwa kutoa miguu yake juu ya, ya mguu wa Mwamba. Usiweke miguu yako kwa mpenzi wangu. Sasa Obianuju ni mwendo wa kuwawashia moto tu. Obianuju aliongea huyo. Kwanza twende chumbani. Nimekaa huko na kusubiri hadi nikapitiwa na usingizi. Alafu upo huko. Naomba twende chumbani. Kinyonge sana mambo yanainuka, na wanaelekea chumbani. Wakiwa njiani, Obianuju anamwambia mbebe kama adhabu, huku kipande cha nyuma akimlingishia na kumzomea rafiki yake Tina. Tina ni kucheka tu.